Kukamatwa kwa ndugu Lissu ni mwendelezo wa kukosa ustahamilivu wa dola na serikali, ni shambulio la wazi kwa demokrasia ya vyama vya upinzani. Natumia nafasi hii kulitaka jeshi la polisi kumwachia mara moja bila masharti yoyote ndugu tin, Tundu Antipas Lissu. Inaeleweka wazi kwamba hivi tunavyozungumza, CCM makamu mwenyekiti wake ndugu Stephen Wasira anazunguka kufanya mikutano ya hadhara katibu mwenezi wake Amos Makala anazunguka kufanya mikutano ya hadhara katibu mkuu wake ndugu Emmanuel Nchimbi anazunguka kufanya mikutano ya hadhara unajiuliza inakuwaje tena jeshi la polisi linakwenda kuzuia mikutano ya hadhara ya viongozi wa vyama vya upinzani lakini ukiangalia namna ambavyo wamekamatwa na nguvu kubwa iliyotumika unapata picha moja tu kwamba vyombo vya dola vinajiandaa kwenda kwenye uchaguzi vikilenga kuwahofisha raia Ndugu Lissu kama mwenyekiti wa chama taifa, ni kiongozi mwenye heshima, ni mwanasheria, anajua kwamba jeshi la polisi linapotaka kumkamata utaratibu wa kumkamata ni upi, na angeweza kukamatwa. Kitendo cha kwenda kupiga mabomu hadharani kwa raia wasiokuwa na silaha, kwa raia ambao wamekaa kwa utulivu, na kumkamata ndugu Lissu kana kwamba ni jambazi, ni kitendo cha jaribio la ku la kuharibu kabisa demokrasia ya nchi yetu. Lakini pili, ni jaribio la wazi la kutisha raia katika kipindi ambacho eh, waziri mkuu anasema demokrasia imeimarika.